Mtazamaji karibu tuangalie mfumo wa kuandaa ratiba kwa shule za msingi na sekondari. Mfumo wetu ni huu hapa, utatumiwa linki ambapo ukishaingia utakuleta sehemu hii, ambapo unabidi uingize username na password ambazo utakuwa umepewa. Ukiingia hapo kama admin, utaingiza username hiyo ambayo umepewa na password yake. Miao inaingiza hivyo basi, utaingia kwenye mfumo. Mfumo utarudi namna hiyo ili uweze kufunguka. Mfumo utafunguka namna hiyo. Hii ndio dashboard ya mfumo wetu. Utaeleza mwalimu wako wangapi kwa, kwa mfano situisajili mwalimu mmoja, madarasa, masomo na vipindi. Hapa kuna menu ya pembeni ya kushoto hapa kuna sajili data watumiaji panga ratiba tazama ratiba na mipangilio na hapa kama utashamaliza kazi zako unataka ku log out ukiklik hapo itakutaka utoke nje sasa tukianza na sajili data hapa ndio sehemu muhimu zaidi ukiklik hapo itakuleta sehemu hii hii sehemu ina fomu tano tofauti tofauti na kila moja na kazi yake fomu ya kwanza namba moja hapa ni jina la mwalimu hapo tusajili walimu wako kwa mfano mwalimu anaitwa Salumu wa jinsia ya kiume, kifupisho chake utaandika kama ni S au kama ni SM, kulingana na wewe mtu na anaitwa nani. Zingatia usiweke nukta kwenye initial unapotengeneza initial zako. Basi kama mfano wewe tunasema alba S, ndio kifupisho chake, utahifadhi. Mfumo utahifadhi huyo mwalimu kuonyesha kwamba ni mwalimu wa katika shule hiyo. Baada ya hapo kuna fomu namba mbili kwa ajili ya madarasa. Hapo utasajili madarasa yote ambayo yapo shuleni kwa kwa mfano mimi nimesheka kuna la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, kwanza, la pili hivyo. Huku unaweza kufanya edit kama utahitaji ku edit. Maana yake ukiklik edit itakuleta hapo unaweza kubadilisha kulingana na vihitaji mwenyewe. Basi uki uki uki ukimaliza uki, uki, uki, uki. Madizu, hapo kuna fomu namba tatu ambayo yenyewe inahusika na masomo. Hapa ndipo wanapangiwa walimu masomo yao. Utaklik utaandika jina la somo kwa mfano Kiswahili labda mwalimu nani. Ukiklik hapo walimu majina yao yote yatatokea hapo, anafundisha darasa ngapi, madarasa yote yatatokea hapo, utaklik mkondo gani, utaandika je vipindi kwa wiki ni ngapi katika somo hilo, utahifadhi. Utafanya hivyo kwa walimu wote na kwa masomo yote, kwa maana kila mwalimu atapata somo gani afundisha darasa gani na mkondo gani na vipindi vingapi katika wiki. Ni muhimu kwa sababu mfumo utambue kwamba katika wiki somo fulani darasa fulani kuna vipindi vingapi vinatakiwa ili vienee. Ukishamaliza hapo hapo utasema muda wa vipindi, ndio utajaza muda wa vipindi kwa mfano mimi nimejaza hapa, kipindi cha kwanza saa mbili mpaka saa mbili dakika arobaini hiyo ni masomo. Kipindi cha pili hivyo namba tatu namba nani masaa yote nimejaza hapo unavyoona. Kama kwako utakuwa tofauti, basi wewe utaedit kulingana na shuleni kwako na utaratibu wako ulivyokuwa. Kama ni pumziko, ukishaingiza hizi nani hizi hizi saa hapa chini, click click, kuna pumziko na darasani. Kwa hiyo, ili mfumo utambue kwamba saa fulani mpaka saa fulani ni pumziko au darasani, utategemea utaweka hapo. Ndio maana saa nne mpaka saa nne na nusu umeona, umeweka pumziko, kwa maana ni muda wa pumziko. Namba tano ni fomu ya mwisho, ambapo hii kazi yake ni kuonesha vipindi maalum, mfano Jumatatu, labda kipindi cha nane kuna somo gani, labda kuna klabu. Au Jumatano kipindi cha sita kuna somo kuna jambo gani, labda kuna dini, ili mfumo utambue kama Jumatano muda fulani kuna kipindi cha dini, ili kipindi kile kiwekwe kabisa. Kwa hiyo utaweka kipindi cha ngapi, kuna tukio gani tukio, kwa matukio yote unashauri kwa kwamba kwa hiyo anafanyika, utasema kwa Jumatatu, labda kuanzia kipindi cha tisa kuna labda mazingira, kipindi fulani kuna hiki, kwa hiyo utaandika hapo. Ukishamaliza hapo, maana yake tayari mfumo ushakomandi vizuri utakuja sehemu ya watumiaji, watumiaji watumiaji. Hapa unaweza ukaongeza mtumiaji mwingine awe mwalimu admin wa kutumia mfumo wako. We admin unaweza kuongeza kwa kuandika jina lake, username yake na password ambayo atatumia kuingia kwenye mfumo basi, na utampa role kwamba ni mwalimu au uh, mwalimu kana nini admin, yani mkuu. Muhimu kuja kupanga ratiba, ukiklik hapo utakuta sehemu hii. Kwenye panga ratiba utachagua nataka mpange ratiba kuanzia darasa ngapi mpaka la ngapi, labda ratiba yangu inataka kuanzia darasa mpaka la saba. Kwa hiyo kwa tatu utakuja kwa ndio kumekwishia la saba, basi utaanza kupanga ratiba. Ukiklikia hapo, mfumo uta utachakata ratiba mpya, na kila unapochakata ratiba, kwa mfano umechakata ratiba, umeangalia mbona hii sijapendezana, ningo rudia tena, utachakata tena, mfumo utabadilisha namna ya kupanga vipindi vile, lakini pia mfumo hautogonganisha utogonganisha mwalimu walimu, watu kwa waweze wa, kugongana, lakini mfumo pia unazingatia swala la vipindi mwalimu mwezi kuwa na vipindi vi... zaidi ya viwili ndani ya darasa moja, ndani ya siku moja, ni vipindi viwili, ndio kipindi cha juzi, kwa labda vipindi vitano ndani ya siku moja darasa fulani no. Mfumo utampa mwalimu labda vipindi viwili kwa siku katika darasa moja, lakini pia mfumo unazingatia sana ishu ya priority ya vipindi gani vianze asubuhi, vile hesabu, Kiswahili na English, kwa vipindi vya hesabu vinapewa kipaumbele kupangwa kwanza, ili watoto waweze kupata maarifa kabla lakini hazijachoka basi. Ukishamaliza hapo, utakuja sehemu ya utazama ratiba. Ukiklik hapa, utaona ratiba hiyo ambayo imetengenezwa. Ratiba ndio hii hapa, unaweza kuipakua PDF kwa kuklik hapa, ratiba itaonekana. Ukiklik hapa, utaona kuna ratiba kuu, kuna ratiba ya darasa. Ukiklik ratiba ya darasa, chagua darasa gani utali nani, utalichagua darasa fulani, basi unaitengeneza PDF yake kwa kuklik pakua PDF basi kuna pia darasa nani, kuna ratiba ya kila mwalimu kikliki hapo, walimu wote watakuja ratiba zao utaziona hapo. Ikitokea mwalimu labda haja, haja, hajaonekana, maanake inawezekana nisho yake haijakaa vizuri kwenye ratiba. Lakini pia kuna muhtasari wa vipindi. Kikik cliki hapa, itakuletea kwamba darasa fulani kutakiwa vipindi vivyo kumi vimeingia kwenye ratiba vingapi. Hii itakusaidia kujua kwamba vipindi vingapi vimetosha, vipindi vingapi havijatosha kwenye ratiba, maanake kadri ulivyoweka kwamba Kiswahili darasa ya inatakiwa vipindi vitano kwa wiki, huku itakwambia vimeenea vyote vipo kwenye ratiba au havikuenea. Kwa hiyo huu ni muhtasari wa kuonyesha jinsi gani ratiba imepangwa. Mwisho hapa kuna mpangilio ambapo kwenye mpangilio unaweza kubadilisha logo, ukaklik hapo ukachagua logo samu ambayo umeweka. Kwa mfano hapo tunabadilisha logo, hapa tuweke nembo ya taifa. Hiyo ukiklik hapo logo itaingia hapa, utasave mabadiliko hayo. Jina mwalimu mkuu nani utaandika, ratiba ni mwaka gani utaandika, utasave. Save, save, mfumo unahifadhi namna hiyo. Baada ya muda utaona mfumo umeshakamilisha. Hapo uhifadhi hizo taarifa, amekwambia tayari hifadhi imefanikiwa. Ukipiki okay, okay, hata ukirudi kwenye ratiba hapo, ukiangalia sasa, nembo imekuwa sio ile tena, imekuwa nembo ya taifa. Ndio, ndio kama nembo yetu ya kwenye mfumo, maana imetokea namna hiyo kwao. Hivyo ndivyo ambavyo mfumo unafanya kazi, na upo asilimia 100, haugonganishi vipindi, unafanya kazi kwa asilimia 100. Ukipata mfumo huu utakusaidia sana kwa wakati wowote kupanga ratiba zako vizuri vizuri vizuri. Karibu na asante. Ukimaliza hapo utakliki hapo, utakwambia utoke nje ya mfumo. Ukisema ndio, mfumo utakutoa nje. Asante sana na karibu ucipatia mfumo huu kwetu.